tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa kuna harakati nyingi za kidiplomasia, lakini vilevile pamekuwa kuna harakati za maandalizi ya kijeshi, lakini zote zikihusianishwa na mvutano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Moja katika harakati za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea ni harakati iliyotokea leo katika bara la Ulaya, na hasa ni uh, kile kilichoamuliwa kutokana na kikao cha Umoja wa Baraza la Ulaya ambapo uh, moja katika maazimio waliotoka nayo ni kuhusiana na swala la kuiongezea vikwazo nchi ya Iran na vikwazo hivi vinaonekana ni uh, lengo lake linanasibishwa zaidi na namna gani nchi ya Iran ilipambana na waandamanaji katika maandamano yaliokuwa kiendelea ndani ya nchi ya Iran, pamoja na kwamba ni maandamano ambayo vilevile yalihusisha matumizi ya silaha kutoka katika upande wa waandamanaji. tunachokiona katika uh, haya ambayo yameamuliwa, lengo lake kubwa ni kuendelea ku nchi ya Iran kudhoofisha nchi ya Iran, lakini vilevile vile ni katika mkusanyiko wa aina ya vita za kistratejia ambazo zimekuwa zikiendelea dhidi ya nchi ya Iran. Kwa maana ya kwamba kinachofanyika, moja katika au utaratibu huu wa vikwazo unaashiria ni sehemu ya mkusanyiko wa vita ambayo inajulikana kama hybrid war kwa maana kwamba ni vita ambayo inakusanya mambo mengi ikiwemo, uh, tunasema ni economic warfare, vita ya kiuchumi, lakini vilevile vile kuna um, Uh, diplomatic warfare. Kuna vita vya kidiplomasia mojawapo wapo kwa kuzingatia kwamba moja katika yale ambao wamekuwa wakambayo wameazimia ni kuweka uh, vikwazo kwa baadhi ya viongozi wa nchi ya Iran kufika katika, katika bara la Ulaya, lakini vile vile vile, uh, ni pamoja na kui subject ile jeshi la nchi ya Iran kwa maana kwamba Iran revolutionary Guard Corps kuliweka kama ni sehemu ya makundi ya kigaidi, kwa maana ya kwamba jeshi la nchi ya Iran lipo katika listi ya vikundi kama vya Alqaida au Islamic State au vikundi vingine manake. Kwa hivyo uh, ni moja katika, katika techniques ambayo wamekuja nayo, lakini hii tunaifananisha zaidi na ile movement ambayo nchi ya Marekani waliifanya dhidi ya nchi ya Venezuela kwa kuitumu serikali ya nchi ya Venezuela kwamba imekuwa ikisapoti ma uuzaji uh, uh, wa, wa, wa madawa ya kulevya na hivyo ikapelekea mwisho kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro, kwa maana ya kwamba anatakiwa ajibu mashtaka ya kuhusiana na, na uuzaji wa madawa ya kulevya au kutoa support, kutoa silaha na, na vitu vya, vya mfano wa namna hiyo. Kwa hivyo umoja Ulaya umetoka na maazimio hayo yaliyotangazwa na, na, ya na Jean, uh, Noel Barotti ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Ufaransa kwamba uh, kwanza ni kuwekewa vikwazo moja kwa moja, lakini jambo la pili ni suala la kuwekewa sanction au vikwazo kwa baadhi ya viongozi wake lakini jambo la tatu ni kulichukua kuliweka lile jeshi la nchi ya Irani katika upande wa ugaidi na, na, na vitu vya mfano wa, wa namna hiyo. Kwa hivyo ni moja katika vikao vya kidiplomasia katika, katika bara la Ulaya ambao vimetoka na maazimio ambayo moja kwa moja yanaonekana kwamba yanakwenda kuathiri sehemu ya joto ambayo limekuwa likiendelea baina ya nchi ya Iran na nchi ya, ya, ya Marekani lakini vilevile uh, inaonekana kuna harakati nyingine ya kidiplomasia ambayo actually inatarajiwa kutokea katika siku ya kesho, ambayo itamuhusisha waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi, pamoja na waziri wa mambo ya nje, lakini vilevile mshauri wa masuala ya kiintelijensia wa nchi ya Uturuki Hakan Fidan. Kikao hichi ni kikao ambacho tunakichukua vilevile katika uzito wa hali ya juu, sio tu katika mlango wa kidiplomasia, lakini vilevile katika mlango wa masuala ya kiusalama kwa kuzingatia kwamba uh, katika siku kadhaa nyuma palikuwa kuna mvutano baina ya nchi ya Uturuki na nchi ya Israeli, na hasa uh, ulianza kutokota zaidi baada ya Israeli kuingia katika makubaliano ya masuala ya kiusalama baina yake na nchi ya Ugiriki pamoja na nchi ya uh, Yeah, Cyprus. Makubaliano ambayo yanaonekana kama lengo lake ni kuilinda au kuizuia uh, nchi ya Uturuki kuelekea katika upande ule wa mashariki wa bahari ya Mediterranean, kwa maana kwamba makubaliano baina ya nchi ya Israel pamoja na nchi ya Cyprus katika upande wa, wa Greek Cypriots, sehemu ambayo inakaliwa zaidi na, na jamii ya, ya, ya Wagiriki pamoja na nchi ya Ugiriki, kwa kuzingatia kwamba ni uh, maeneo ambayo yanapatikana katika upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean, sehemu ambayo siku zote Uturuki huwa anahakikisha kwamba ushawishi wake unakuwa mkubwa, maana ni jambo ambalo Uturuki amelichukulia kama ni sehemu ya mkakati wa kuweza kudhibiti nchi ya Uturuki. Na hivyo nchi ya Uturuki baada ya kutokea tu hilo ikatangaza haraka kwamba ina mpango wa kwenda kuweka uh, kuweka rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Siria. Sasa kuweka kwake rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Siria maanake ni jambo muhimu ambalo ndo tunakusudia kulizungumza kwa kuzingatia hii safari ya, ya waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran kuelekea katika nchi, katika nchi ya Uturuki. Mpango wa Uturuki wa kuweka uh, rada katika upande wa kaskazini mwa Siria lengo lake kubwa ilikuwa ni kuidhibiti nchi ya Israel kwa kuzingatia katika nchi ya Siria ndiyo njia pekee ambayo ni rahisi ya Israel kuweza kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran, kwa kuzingatia mgogoro baina ya Marekani na nchi ya Iran kwa upande mmoja mwingine, ni lazima itaihusisha nchi ya Israel, kwa kuzingatia Israel inapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vivyo ndio mshirika muhimu wa nchi ya Marekani. Sasa Uturuki kutangaza kwake kuweka rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria, maana yake lengo lake ni kwamba uh, Siria kuna korido mbili, kuna korido ya kusini Southern Corridor na kuna korido ya upande wa kaskazini. Korido ya upande wa kusini ni korido ambayo ni ngumu kupita, kwa sababu si kwamba haipitiki, lakini ni eneo ambalo lina miinuko ya juu kiasi ambacho inapopita drone inapopita ndege au hata makombora yanaporushwa kupitia katika upande wa kusini mwa Syria, kuelekea katika nchi ya Iran, ni rahisi kuweza kuyasoma yanapotokea na namna gani yanakuja, lakini katika upande wa kaskazini mwa mwa Syria, maana yake katika northern corridor ni ngumu kwa sababu eneo lake sio eneo la milima bali ni eneo ambalo vivi na kusanya sehemu za mabonde sehemu za tambarale. Kwa hivyo, ni rahisi unapofanya mashambulizi kwa kutumia drone, au kwa ku kusudia ndege ziweze kusogea karibia na mipaka ya nchi ya Iran, ni ngumu kuweza kusomwa kwa sababu ya aina ya mazingira yake, manake ni sehemu ambazo zinaruhusu sehemu za mabonde kwa maana ya kwamba wakati mwingine ndege inaweza ikajificha isisomwe au drone inaweza ikajificha isiweze kusoma mpaka zinapokaribia katika sehemu za kufanya, za kufanya attacks. Sasa kitendo cha Uturuki kutangaza kwamba wanaweka radar na kwa hakika wameshaanza kuziweka zile advanced radar ambazo zina uwezo wa kusoma kuanzia katika miji ya kaskazini, maana yake miji kama ya Hasaka, ya Raqqa, ya Idlib kwenda mpaka katika maeneo kama ya Hama katikati mwa, mwa, mwa nchi ya Syria mana ake ni kwamba movementi yoyote inayofanywa na nchi ya Iran ni rahisi kuweza kusomwa na mwisho wa siku Uturuki iweze kutoa signal katika, katika, katika nchi ya Iran. Kwa hivyo harakati hii au mpango huu wa waziri wa mambo ya nje wa nchi ya, ya Iran kuelekea katika nchi ya Uturuki ni jambo ambalo tunalizingatia katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia mazingira yaliyoko ya, ya mvutano baina ya nchi ya Irani na nchi na nchi ya Marekani. Tunachokiona ni kwamba katika yale ambayo inawezekana wakawa wamekusudia kuyatengeneza ni mfumo wa upatikanaji wa taarifa kutokana na tishio ambalo linaweza likatokea katika upande wa kaskazini mwa nchi mwa nchi ya Siria. Kwa hiyo hii ni sehemu vilevile ya harakati ambazo ni za kidiplomasia, lakini vivi inaweza kachangana na sehemu ya harakati ya maswala ya kiusalama ambayo inawezekana ikahitaji msaada wa nchi ya Uturuki hasa kutokea katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Siria lakini vilevile vile, uh kuna harakati nyingine ambayo imeendelea hasa katika nchi ya Marekani ikimhusisha uh, kiongozi wa masuala ya kiintelijensia wa jeshi la, la, la, la Israel maanake namzungumzia uh, General shlom uh, Binda, lakini vilevile uh, harakati hiyo ya General shlom Binda kuelekea katika nchi ya Marekani imemhusisha vilevile na waziri wa ulinzi wa nchi ya, ya Saudi Arabia uh, Khalid, uh, bin Salman ambaye actual, safari yake kuelekea katika nchi ya Marekani inatupa indication kwamba Marekani inawezekana bado kuna kiasi cha taarifa anachokihitaji kuhusiana na nchi ya Iran. Manake harakati ambao wanakusudia kuifanya inaonekana bado kuna maandalizi ambayo yanatakiwa ya ziada kuhusiana na nchi ya Iran, na ndio maana inaonekana kwamba waziri wa ulinzi wa nchi ya Saudi Arabia, uh, Khalid uh, bin Salman ameelekea huko katika kikao cha pamoja ambacho kitamhusisha vile vile uh, kiongozi wa masuala ya intelligensia katika jeshi la nchi ya, ya, ya, ya, ya Israel Shalom Shalom Binda. Uh, sasa kiujumla harakati zote hizi ni harakati ambazo zinaonekana zinahusishwa na, na nchi ya, ya Iran pamoja na kwamba Iran na na, na, na, na Marekani pamoja na kwamba presha ya nchi ya Marekani imekuwa ikiendelea kuwa kubwa na hasa ikihusisha katika kuongeza zaidi uh, nguvu kama kile tunachokitegemea katika siku za usoni kuongezeka kwa zaidi kwa meli lakini vilevile vile kwa baadhi ya lojistiki zingine vifaa na mfano wake katika katika eneo katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na kwamba kuna nchi ambazo zimekuwa zikitangaza wazi kwamba zenyewe hazihitaji anga yake wala ardhi yake iweze kutumika. Katika kufanya mashambulizi lakini tukitazama uh, upande wa nchi ya Iran pamoja na kwamba kuna hii pressure ambayo imekuwa mounted au inaongezeka kutoka katika upande wa Marekani na ni pressure ambayo hasa inaihitaji Iran iweze ku respond au kujibu au kuitikia mambo manne muhimu ambayo Marekani inaonekana kwamba anayasisitiza kwamba Iran anatakiwa apite mbele waweze kukubaliana jambo la kwanza ni kuitaka Iran iweze kustopisha urutubishaji wake wa nuclear kwa maana ifanye Of nuclear, jambo ambalo Iran wanalikataa. Lakini jambo la pili ni kutaka silaha zao za ballistic missiles ziweze kuwa restricted, ziweze kupunguzwa uwezo, zisifike katika umbali wa kuifikia nchi ya Israel, jambo ambalo Iran wanalikataa lakini jambo la tatu uh, ni kuzuia Iran isiweze kutoa sapoti katika baadhi ya makundi yanayopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, maanake kuanzia kundi la Huthi, Hizbullah, Kataibu Hizbullah na makundi mengine ambayo yanapatikana katika maeneo kama ya Afghanistan, kama uh, kundi lile la Fatimia Zainabia, ambayo actually ni makundi ambayo yana mrengo unaohusiana zaidi na madhehebu kama ya Kishia ambao anapatikana zaidi ambayo bezi yake kubwa zaidi ni katika, katika nchi ya Iran. Jambo hilo vilevile Iran amelikataa la kutoa support, la kuacha kutoa support. Lakini jambo lingine ni uh, ambalo halijawa sana publicized, halijazungumzwa sana lakini actually ni moja katika yale ambayo Marekani ameyazungumza kwamba Iran itambue Israel. Lakini hilo pia ni jambo ambalo Iran wamelikataa wa sasa unaweza ukajiuliza confidence hii Iran anaipata wapi ya Marekani, kwamba anakuja na presha kubwa ya jeshi na maandalizi makubwa na vikwazo vingi, lakini Iran msimamo wao ni kwamba hatuwezi kujadili chochote wakati kuna maandalizi ya kushambulia katika nchi ya Iran. Sasa hivi si tuko bizi na kufanya maandalizi ya namna gani ya kuweza kuilinda nchi yetu na kuweza kupambana na tishio lililoko mbele yetu. Hatuna muda wa kufanya any kind of discussion. Kama mnahitaji discussion na namna yoyote, basi muweze kutoa kwanza ilo jeshi lenu then ndio tuweze kukaa chini kufanya mazungumzo. Kwa hivyo tunaweza tukajiuliza kwamba confidence hii kwanza, Iran hasa wanaipata kutoka, kutoka sehemu gani? Jambo la kwanza katika kile ambacho tunachokiona katika, katika, katika harakati za, za nchi ya, ya, ya Iran kwanza kabisa ni tunashakia kwamba Iran inaweza kuwa na silaha za nyuklia. Hili ni jambo ambalo tunashaka tuna, tuna nalo kwa kiwango kikubwa kwa kuzingatia kwamba toka kipindi ambacho Marekani wanafanya mashambulizi uh, katika ile vita ya siku kumi na mbili wamefanya mashambulizi katika zile sehemu za nuclear site kama za Fordow na Natanz uh, Irani waliondoa ile sehemu ya, ya, ya nyuklia ambayo imerutubishwa uh, takriban kama kilo mia nne arobaini na nane waliiondoa. Mpaka sasa hivi haijulikani mahala ilipo. Lakini baadhi ya ma mazungumzo ambayo wakizungumzwa na viongozi wa nchi ya Iran ikiwemo Mohamed Javid uh, Larijani ambaye ni mmoja katika washauri muhimu wa kiongozi wa juu manake Ali Khamenei. Mmoja katika mazungumzo ambayo yamezungumzwa katika siku za nyuma kidogo ni kwamba uh, Iran wana uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia kwa takriban wiki moja au chini ya wiki mbili. Kiujumla, wana uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia lakini wameamua kuto kufanya hivyo kwa sababu utengenezaji wa silaha za nyuklia maanake unategemea amri au fatwa inayotolewa na yule kiongozi uh, Ali, Ali Khamenei. Sasa hili ni jambo ambalo inawezekana ikawa ni lugha ya ku, uh, kuto kutaka kupublicize au kuto kutaka kudhihirisha wazi kwamba wamefikia katika stage gani, kwa sababu stage ambayo Iran walikuwa wamefikia ilikuwa ni steji ndogo sana kuelekea katika kufikia katika hatua ya mwisho ya urutubishaji ambao unairuhusu Iran kuweza kutengeneza sela za nyuklia kwa sababu uh, urutubishaji au uandaaji wa, wa, wa ile nyuklia mpaka kufikia katika hatua ya kuwekwa katika, katika silaha manake ina hatua kama nne au tano. Hatua ya kwanza ni ile kuvuna kutoka ardhini manake inaitwa uranium ore. Lakini hatua ya pili manake inahamishwa inakuwa tunaita uh, uranium, uranium cake na kisha baada ya kutoka katika hatua hiyo, kuna hatua inayofanyika kuibadilisha kuwa uh, uranium hexafluoride. Pamoja katikati kwamba kuna hatua zingine ambazo wa zinafanyika kama za kufanya kuwa uranium, uh, tetrafluoride. Lakini hatua hasa ya tatu ni ya kuifanya kuwa uranium hexafluoride ambayo actually inakuwa ni kama mfumo, mfumo wa gesi. Sasa hatua hii ya kuifanya kuwa uranium hexafluoride, hii ndiyo hatua ya asilimia 60 ambayo ilikuwa ikizungumzwa kwamba Irani anayo hatua inayofuatia ni hatua ndogo tu ambayo unahitaji labda kuwa na kopa au kuwa na magnesium ambayo inaweza kutoa sehemu ya, ya florini ambayo inakuwa ipo katika sehemu ya ile uranium hexafluoride na kisha kuipata uranium ambayo iko pure ambayo sasa inaweza ikatumika katika, katika, katika silaha za nyuklia. Kwa kwahiyo ni hatua ambayo actually sio ngumu sana ukilinganisha na zile hatua ambazo mwanzo Iran walikuwa walikuwa wamezipitia wame na hatua hii maana yake, kwa kwa, kwa upande mmoja au mwingine, ni hatua ambayo inaweza ikafanyika ndani hata siku yani chini ya siku 14 maanake, wana uwezo ku, wa kuifanya kuifanya hatua hiyo. Kwa hiyo maana kama wameshafanya maandalizi mengine ya kupatikana vifaa vyote ambavyo vinaweza vikatumika katika kubeba ke, ile uranium ambayo inakuwa imesharutubishwa katika stage ya mwisho, maanake ni jambo ambalo Iran wanaweza wakalifanya kwa muda mfupi, kuweza kufikia katika hiyo katika hiyo hatua ya kujitambulisha kwamba wana silaha wana silaha za nyuklia na kwa kile kiwango walichokuwa nacho cha takriban uh, kilogramu mia nne arobaini na nane za uranium ambayo ilikuwa imefikia katika urutubishaji wa asilimia sitini. Maana yake ikifikia katika hatua ya mwisho ya urutubishaji, unaweza ukapata takriban kama kilo mia mbili themanini mpaka kilo mia tatu ya uranium ambayo imerutubishwa, ambayo itategemea ni aina gani ya bomu unataka ulitengeneze. Kwa sababu ukitengeneza bomu ambayo yenyewe ni gatling shot, unaweza ukataja kama kilo sitini na nne kwa kila bomu, kwa unaweza ukawa na mabomu ya nyuklia takriban kama matano ndani ya nchi ya Iran lakini vile vile wanaweza wakatengeneza zile wanasema ni advanced nuclear bomb, za, za, za, za, za ambazo ziko advanced kidogo, ambayo ina maana kwa uh, kila silaha moja unaweza unaweza kunahitaji kuanzia kilo kumi na tano mpaka kilo ishirini na tano ambayo inawezekana ukawa na mabomu um, kumi na mbili kumi na tano inawezekana yakawepo ndani ya nchi ya nchi ya Iran au inawezekana wakafanya kwa ile ambayo ni advance zaidi ambayo ni reflector nuclear bomb ambayo inahitaji takriban kama kilo 12 tu za uranium kwenye kila bomu moja. Kwa hiyo ina maana Iran inawezekana mabomu yanafika hata 25. Sasa hizi ni taarifa ambazo viongozi wa Iran wamekuwa wakizungumza, wakionyesha kwamba sehemu walofikia inahitaji tu siku saba, siku nane, siku kumi waweze kutengeneza silaha za nuclear. Na ukijumlisha na aina hii ya confidence ambayo walikuwa nayo, kwa hiyo inatupa shaka kwamba inawezekana wamefika katika steji ambayo wao wanaamini kwamba inawatosha wao kuzungumza wanavyotaka na kuto kutii maagizo ya mtu yoyote ambayo anayazungumza. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ya nchi ya Iran, kile tunavyojaribu kuitazama, tunajaribu kuangalia vile vile uh, nchi ya Iran imekuwa ikiishi na nadharia ya ambayo inajulikana kama wilaya tulfaqih, uh, na hasa katika Uh, watu wa madhehebu ambao anatoka inaitwa madhehebu ya, ya kishia ambao ndio imekompoza ime imetengeneza sehemu kubwa kubwa ya ya nchi ya Iran, au base yake kubwa ni katika nchi ya Iran. Kupitia nadharia hii ya wilayatul faqih, maana yake ni kwamba viongozi wote wa madhehebu ya kishia ambao wanapatikana katika nchi kama ya Lebanon ambao wa actually ndio wanaran sehemu kama ya kundi kama la Hezbollah au kule kwa Wahuthi wa au ukienda Iraki katika sehemu ya wale wanajita Kataibu Hizbullah, au ukienda katika sehemu kama za Afghanistan, katika makundi kama ya Fatimia, makundi kama ya Zainabia, haya makundi yote kiongozi wao ni mmoja ambaye ni Ali Khamenei. Kwa hiyo Ali Khamenei anapotoa amri ya namna yote, maanake viongozi wote wanaopata madhehebu ya kishia na yale makundi yote manake, yote yanaungana katika kufanya, kufanya jambo moja kwa amri tu ya kutoka kwa kiongozi wa nchi ya Iran, Ali Khamenei. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo inawezekana kwamba uh, Iran wana confidence nalo kwamba movement yote itakayokuja ita maanake manake, eh, eruption yake itakuwa ni kubwa ambayo itakuwa sio rahisi kuwa managed. Sio rahisi mtu kuweza kui control pasi na sisi kuweza kushiriki moja kwa moja kwenye any kind of negotiation kwenye mazungumzo ya, ya namna yote kwao. Hili ni jambo lingine ambalo tunajaribu kulitazama katika upande wa, wa confidence ya ya nchi ya Iran. Lakini ukiachilia mbali hapo, nchi ya Iran ni nchi ambayo ina silaha, ina very advanced weapon, ina silaha ambazo ziko highly advanced na zina uwezo mkubwa kuweza kuleta madhara. Na ndio maana inaonekana kwamba bado hata Marekani wenyewe wamekuwa wakijaribu kulichukua jambo hili kwa umakini mkubwa na ndiyo maana unaweza ukaona leo hii imebidi uh, waziri wa ulinzi wa nchi ya Saudi Arabia lakini vile vile uh, kiongozi wa masuala ya intelligence wa nchi ya Israel kuelekea katika nchi ya Marekani. Hii ni kuonyesha kwamba bado kuna kiasi cha, cha, cha taarifa ambacho kuna uwezekano mkubwa bado kinahitajika ili kuhakikisha kwamba operation inayofanyika au inayokusudiwa kufanyika iweze kufanyika effectively. Lakini kingine ambacho Irani wanajua kukionyesha kwamba they don't care, yaani hawajali, ni tangazo ambalo wamelitoa takriban siku ya leo kwamba wanakusudia wiki ijayo waweze kufanya mazoezi ya kijeshi katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, na hivyo wametoa tanbii kwa misafara yote ya biashara iweze kuwa makini, kwa sababu wao wana mpango wao wa kufanya operesheni zao katika eneo la bahari ya Hormuz. Zote hizi ni ishara ambazo zinaashiria kwamba ni kiwango gani cha confidence ambacho Irani wanacho ukilinganisha na pressure ambayo imekuwa ikiwakabili katika upande wa masuala ya uchumi katika upande wa masuala ya ya kisaikolojia ambao Marekani wamejaribu ku, ku, ku, kutengeneza kama psychological warfare, kama vita ya kisaikolojia kwa kukusanya silaha nyingi karibia na milango ya nchi ya Iran ili huenda ika shape au ikatengeneza mfumo wa mjadala ndani ya nchi ya Iran kwa kutazama pressure ambayo Marekani amekuwa akiiweka dhidi ya nchi ya Iran. Lakini kingine ambacho tumekuwa tuki, Uh, tukitazama katika upande wa confidence ya nchi ya Iran, nchi ya Iran ni nchi ambayo ina historia ya kuonyesha uzalendo kipindi cha migogoro mikubwa. Ni nchi ambayo ina historia ya kuweza kuonyesha uzalendo wa kitaifa katika kipindi cha migogoro mikubwa, kuanzia katika kipindi cha vita ya miaka takriban nane baina nchi ya Saudi ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Iraq, lakini vilevile hata katika mgogoro wa Uh, takriban uh, miezi saba miezi nane nyuma, baina ya ya nchi ya Israeli pamoja na nchi ya Iran, tuliona kwamba Iran walikuwa na migogoro yao ndani, lakini ilipokuja ile nchi nyingine kuweza kuinterveni katika mambo yao ya ndani, manake hawakukubaliana na hilo, wote waliungana nyuma ya bendera na kuhakikisha kwamba wote wanasimama kwa maslahi ya nchi yao. Kwa hiyo attacks ya namna yote ambayo inakusudiwa kufanyika lazima vilevile iwe vile na hakikisho kwamba atakapofanyika ataksi ya namna hiyo lengo kubwa ni nini? Lengo ni kufanya kuzorotesha uh, uwezo wa silaha wa nchi ya Iran au lengo ni kuondoa utawala ulioko katika katika nchi katika nchi ya Iran? Hili ni jambo ambalo bila shaka tunalitazama katika uzito, katika uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kwamba uh, muundo wa kiutawala vilevile ndani ya nchi ya Iran ni muundo ambao una unatatiza kwenye namna gani unaweza ukafanya mapinduzi, kwa sababu moja katika sehemu za utawala wa nchi ya Iran ni pamoja na Iran Revolutionary Guard Corps. Pamoja na sehemu hizi za hii ya jeshi la, la, la nchi Iran ni moja katika sehemu za utawala ndani ya nchi Iran. Kwa hiyo ina maana unapomuondoa kiongozi mmoja, maana yake lazima uwe na hakikisho la kuweza kupambana na jeshi ambalo la watu ambao linakusanya takriban milioni moja mpaka milioni moja, moja na nusu, ukichukua zile tanzu zote za jeshi la Iran kuanzia katika zile Quds Brigade, kuanzia katika hiyo IRGC na sehemu zingine. Kwa hiyo inawezekana kwamba au ni jambo ambalo bila shaka inaonekana kama Marekani bado wamekuwa waki endelea kulitazama namna gani wanaweza kuliendea kwa namna ambayo inawezekana ikawa ni rahisi kuweza kuimanage, lakini vile vile wakaweza kufikia wakaweza kufikia katika katika katika malengo. Kwa hiyo ni jambo bado bado tunaendelea kulitazama na tukitaraji kwamba huenda katika masaa 24 yanayokuja au masaa 48 yanayokuja tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe endelea kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usa pamoja na ku comment. Uwe na muda mwema.